Nam Rais William Ruto ametetea sera za serikali yake na hatua zilizopigwa katika sekta ya afya, kupunguza gharama ya maisha na kukabiliana na tatizo la makazi nchini kupitia mpango wake wa nyumba za bei nafuu. Nam Rais Ruto pia amewakashifu wapinzani wake kwa kuendeleza kile alichosema ni siasa za migawanyiko. Nam Ruto amezungumza alipokamilisha ziara yake ya siku nne katika eneo la Ukambani ambapo alikutana na viongozi mbalimbali wa eneo hilo. Na hata mkiwasikiza, si watatembea hapo ukambani Watakuja waseme mambo tatu, watakuja waseme one time, kasongo na masgo. Sasa nyinyi munieleze, hata kwa miujiza hata kwa kamote kasongo one time, na masgo itabadilisha Kenya namna gani? Honestly, mtu ajenda hana, mpango hana sera hana zima, utueleze. Yes, vijana watapata ajira kwa njia gani? Kilimo itabadilika kwa njia gani? Masomo itaendelea kwa njia gani? Matibabu itaendelea kwa namna gani? Kenya itatokaje third world iende first world?